Shalome, shalome shalome, kaka na dada kutoka pande yine za dunia. Kaka na dada, habari njema ni kwamba Yesu Kristo wa Nazareti alifufuka, ambaye alikufa na kufufuka, nasi tulifufuka pamoja naye kwa sababu na sisi tulikuwa tumekufa kwa sababu ya zambi kwa sababu ya maovu yetu, lakini tuko hai katika Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alitupenda akachukua maovu yetu, alikubali kuteseka nafasi yetu. Na ndio maana tunao furaha ya kusema, ya kuweza kumtukuza, kumutukuza. Tunaona sababu ya kusema hakika wewe ni Bwana ama Bwana. Na ndio maana mtoto wa Mungu, kama tunaamini kama Yesu Kristo ni Bwana na tunaamini yeye ali amejitowa sadaka kwa ajili yetu. Ninakulalika kwa moyo mwenyenyekevu, ungana nami, mutoto wa Mungu, twende kumwambiya Mungu asante tena kwa kona pambazuko za leo, usiku wa leo, alfajiri alfajiri ya leo, muchana wa leo, kulingana kila mumoja mahala alipo twende tukawongana, tumwambiye Mungu fenkyu tumwambiye Mungu asante, Mungu niwe umetenda. Tuombe. Baba mutakatifu, mutakatifu sana, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaungana kulitukuza jina lako, maana tumeelewa kwamba kulala kuamuka ni kwa neema na rehema zako zinazodumu na ndio mara tukubaliye, tuseme wongezeke nasi tupunguwe, na tukubalie Bwana, tuweze kuanguka kifuti kifutifuti chini ya msalaba wako mutakatifu, mana tunayireta myoyo yetu mbele zako Bwana. Bwana Yesu, tunawomba pereleza mawazo yetu, pereleza fikiriya zetu, inawezekana tumeukoseya, mana tunasogelea ki kijito cha utakaso ni bomba lako, maana ni damu yake iliyotoka rwavoni. Bwana, tunakubali kuogelea katika chini ya damu yako Bwana, chini ya bomba lako, tuoshe tufinyange, maana mimi nasema nifinyange, nioshe, niweke huru, maana kwa sababu maombi ya mwenye sampa na geuka kuwa kelele tupu, ili maombi yetu yatapata kibali mbele zako. Na ndio maana tunasema mioyo yetu iko wazi mbele zako Bwana Yesu, tufanye utakavyo, finyange mmoja baada ya mwingine, mimi nikisema ni finyange, msikilizaji wangu anasema mfinyange, muoshe, ili mimi na msikilizaji wangu tuweze ustahili mbele zako, tuweze usimama mbele zako tukiwa tunastahili, tukiwa tumevaa nguo ambao ina natustarisha mbele zako Bwana Yesu, mana kwa damu yako tunawekewa huru. Damu ya ni sadaka mana damu sadaka ya maufu yetu, sadaka ya maufu yetu ni damu yako Bwana Yesu, ni damu yako wewe, mwana wa kondo. Asante kutuweka huru, unachokiweka huru kinakuwa huru mana nasi tunafanywa huru na tumefanywa huru kwa damu yako Bwana Yesu. Na muda huu kisha tuweka huru, tunahitaji uongozi wa roho wako. Karibu Roho Mtakatifu, kiongozi, njoo tuongoze, njoo ukaratibu kipindi hiki karibu Roho wa faraja kwa wale wote wanahitaji kufarijika, wanaoyapitia magumu, walio katika vilio, walio katika mateso. Karibu Roho wa Bwana uende kuwafaraja kwao, usiwapungukie, usiwaachilie. Mwalimu mwema, njoo karibu, njoo mwema, njoo tufundishe, njoo ukatuonye, njoo ukatuelekeze yale ambayo tunataka kufanya. Karibu Roho wa Bwana mponyache, njoo tuponye roho na mwili, njoo tugange welo Roho Mtakatifu na tosha, tunakutumaini na tunakuamini. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, mgawa karama na vipaji, njoo katugawie karama tunazohitaji kwa ajili ya kuifanya huduma Baba, njoo Roho Mtakatifu tuelekeze, njoo Roho wa Bwana tupe nguvu. Waliopungukiwa unaongezea nguvu, unawaganga opya. Tunahitaji Roho wa Bwana, karibu ndani yetu, karibu ongezee wale ambao wame wamepungukiwa wale ambao wamekuwa wamechoka, wape nguvu mpya, wape mamlaka mapya, waweze kukusonga mbele, waweze kusimama tena na ukaza mwendo, maana hatujafika. Roho Mtakatifu, tunakuhitaji. Asante kiongozi mwema, kwa sababu tayari uko mahali hapa. Asante roho wa furaha, achilie furaha ndani yetu na ndani ya jamaa yetu, na ndani ya familia zetu, ndani ya marafiki zetu, ndani ya wafanyakazi wenzetu, ndani ya watumishi wako As ndiyo ebu wana Yesu nami nikumari apasi yokuaceii ya mazoea wana siyokwace iminiwonekane lakini nikuacheya neno lako maana uonekane katika neno lako, na nanikuaceya kutimiza utuma ulioweka ndani yangu. Basi naomba nitumie kama machombo tu, ili wewongezeke nami nipungue. Nami nimeomba na kuamini, ni katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti. Amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Mtoto wa Mungu, naenda kukumbusha kwamba ninaendelea kwa ndara safari ya kwenda kuyubiri injili nchini za Afrika. Kwa hiyo endelea kuniombea. Nawashukuru sana kwa wale ambao wanaendelea kutuombea, wananiombea usiku na mchana, wanatiachilia, wanafunga, wanaacha kula na kunywa, wakienda kuniombea ili ili, ili habari njema isonge mbele na hasa si wale wale, wengine nao wanatuombea, lakini kwa kuonesha muungano wanatunga mukono. Mungu aende kuwabariki, Mungu awape maisha marefu, Mungu aongezee. Munapomwita wakati wa tabu, mukumbushe sadaka lako, usiogope, maana kumwambia matendo yako mema, mwambie kama Ezekia, alipokuwa anaugua alimukumbusha matendo aliyoyatenda. Na wewe kaka na dada, kwa wale wote unaitaja utunga mukono ukiwa hujui utunge mkono upitia wapi, basi unaweza kuwasiliana nami Unaweza kuwasiliana nami, naweza ukuelekeza na ukuonesha mahali ambapo unaweza kutuma msaada wako, ikiwa bado haujapata sehemu ya kuweza kutuma msaada wako, mtoto wa Mungu, Mungu akubariki. Maana najua kwamba bila wafadhili habari njema hatuweza kuipeleka mataifa mengine, na ndio maana kila mara ninasema, musiti kumbia sana wafadhili, Mungu awabariki na wape maisha marefu. Ujumbe wa leo, tumesikia kwamba nimesema Yesu Kristo alifufuka. Mana nasi tumefufuka pamoja naye kwa sababu tulikuwa tumekufa pamoja naye kwa, kwa sababu ya maofu ya zambi zetu, lakini Kristo yuko hai nasi tuko hai pamoja naye. Karibuni sasa katika ujumbe wa leo, neno la leo ambayo inatoka katika kitabu cha Wakorosai sura ile ya tatu. Napenda nisome mstari wa kwanza hadi wa nne, nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa mumefufuka pamoja na Kristu, paneni mambo ya juu kule Kristu aliko ameketi upande wa kulia wa Mungu. Mowe na hamu ya mambo ya huko juu, na siyo mambo ya hapa duniani. Maana nyinyi mumekufa na uhai wenu umefichwa pamoja. Maana nyinyi mumefufuka, mumefufuka na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Uhai wenu halisi ni Kristo, na wakati atakapotokea, ndipo nanyi pia mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Hilo ndilo neno la Bwana, amina. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari mfupi wa neno hili. Neno la Mungu inakuja utuonya na kuweza utuamusha kwamba ikiwa tumekufa pamoja na Kristo na tumefufuka pamoja na Kristo, tupanei tufutafute maana yaliyo juu mahala ambapo Kristo ameketi pamoja na baba yake na Mungu, nasi ili tuweze siku moja ukapa pamoja naye. Maana siyo kuyapaneni, maana kuyafutafutani mambo ya dunia, siyo kunaswa na dunia hii, maana kutusababisha kila ambacho tumekiamini kutusababisha ukofu, kutusababisha kusahabu uzima kwa sababu ya kunaswa na dunia na ndio maana ujumbe unakuja tena, ili uweze kuamuka na kusimama tena, kwa sababu dunia inatudanganya, tunaona ni tamu, tunayona mambo ya kupendeza tunafurahia lakini tunasahau kwamba mauti nayo inakuja. Maana kadhalika inakuja wakati kuna shwari, kila kitu ni shwari, kila kitu ni mcheko, kila kitu ni furaha, na ndipo adhabu inaingia inatuingilia. Tusikuwe kama wapumbafu, kaka na dada, na ndio maana ujumbe huu unakuja kutusaidia. Maana unatuambia kwamba ame, kama, kama muwe na haa ya mambo ya huko juu na sio mambo ya hapa duniani, sio mambo ya hapa duniani. Maana tunaitwa kuwa na mambo na hamu ya mambo ya Mbinguni. Tunatafakari namuna gani kila siku, kama mwisho wangu utakuwa namuna gani? Natafakari juu ya mwisho wangu kila siku. Unatafakari juu ya mwisho wako kila siku? Unakubali kama ulikufa pamoja na Kristo? Unatamani siku moja uweze ukawa pamoja naye? Itakuwa furaha wakati atasema kwamba karibu mwanangu, umetenda vema, kwa sababu neno la Mungu imetuambia wazi wazi uhai wenu halisi ni Kristo na wakati atakapotokea ndipo naye mutakapotokea pamoja naye katika utukufu. Kaka na dada, sijui unapita katika mambo gani, sijui ni kitu gani kimekusababisha ukamsahabu Yesu, ukasahabu kuomba tena. Wengi walikuwa katika kundi mbalimbali ya kitume katika makundi ya maombi, lakini waishachoka walishaacha walishajitenga, lakini nataka nikwambia habari njema ingekuwa heru hamuke tena wendereye. Bado hatujafika, tunakaza mwendo, hali yetu laisi hisi siyo kwamba ni hapa duniani tunaitiwa. Kaka na dada, upaneni katika mambo ya juu, mana kuwa na hamu ya mambo ya juu, siyo mambo ya hapa duniani. Mambo ya duniani tutaacha ivi, halikuwepo weshimiwa, halikuwepo watajiri, halikuwepo inawezekana. Unachifunia manyumba, inawezekana unachifunia gari, inawezekana unachifunia nguo unazozivaa, inawezekana unachifunia unajifuni mwiri unachiona, kama unachitambua kama wengine unawazidi, ni mzuri, lakini kimwiri tunacho kivaa kitaoza, lakini ndio maana ninasema Leo unaweza uchukua mwamuzo wa kuweza kubadilika wa kuweza kuanza kama neno la Mungu lizosema, kupaneni mambo ya juu kule Kristo aliko. Maana kwanza ufikiria mambo ya mbinguni ungali ungali hai, ungali na muda, muda wako umehesabiwa. Maana muda wa kila binadamu umehesabiwa. Unajua kama muda yetu imehesabiwa, na kiwa muda yetu imehesabiwa, kabla muda wetu jamalizika, tunaitwa kuyatenda mema, tusije tukasema wakati muda takumemalizika, ningejuwa, ningeomba, ningejuwa, watumishi wa Mungu walikuwa wanasema, lakini niona ni bure, niko na furahi ya dunia, ningejuwa, ningewasaidia watoto wa yatima masikini, ningejuwa, ningewaunga ninge unga mukono watumishi wa Mungu injili songe mbele, ninge saidia kanisa ngali safarini. Utakumecherewa, utakumecherewa. Leo ndio maana ninakwambia, unaweza weza uchukua mwamuzo wa kuanza utenda mema, maana matendo yako mema ndiye atagusendekeza, matendo yangu mema ndiye atanisindikizire siku ya mwisho. Ki mana ugisoma neno la Mungu katika ufunuo sura ile ya kumi na nne kuanzia ya kumi na tatu hadi kumi na nne unaona kwamba roho wa Bwana anasema au kifishikisha kumi na tano, roho wa Bwana anasema kwamba heri wanaokufa wakiwa wameungana na Bwana maana matendo mema yao ndiye atawasindikiza. Mimi na wewe, matendo gani niko natiwekea, akiba gani niko nawekea, matendo ambaye atanisindikiza, kaka na dada Naomba ukatafakari, lakini baada ujacherewa, ikiungali hai unaweza kuamuru leo kuchukua mwamuzo, leo kuchukua mwamuzo leo, nataka nibadilike nimfuate Kristu, maana hali yangu halisi sio hapa. Uhai wenu halisi ni Kristu, uhai wetu halisi ni Kristu, na ndio maana tunaitiwa na wakati tapotokea ili tuweze kumuona ili tuweze kutokea pamoja naye katika utukufu, ataposema njoni wanangu, mumetenda mema, tukenda kumuraki. Kaka na dada, mwenye masikia akasikie ujumbe wa leo, maana watu wengi wamenaswa na dunia Watu wengi wanasema nikobize na dunia, nikobiza na maisha, nafutafuta maisha. Wamesahabu kuomba, wamesahabu kutenga muda wa kuomba, lakini kuchapa kazi masaa kumi na ine masaa ishirini wanaona kwamba ni furaha, lakini wamesahabu kitu cha uhai, wamesahabu kitu cha uzima. Inawezekana nanisikia nawe, umekumbwa, umechisahabu, umenaswa na dunia, umenaswa na usharati. Umenasuko. Umenaswa na uzinzi, umenaswa na urefi, umenaswa na uongo, umenaswa na uwaji na katika mataifa wanaingia katika uchaguzi, mataifa mengi hanaanza uwaji, hanaanza ubaguzi. Acha ubaguzi, maana tokobale Kristo, kwa sababu halikuwepo viongozi hatukichaguliwa, halikuwepo viongozi wengine mataifani, lakini lewa wanaitwa marehemu, hawapo tena. Maana halisi yetu ni Kristo, tokobali anena na Kristo na kutenda mema na kuwa wachungaji wa ukweli na kuwa watumishi wa ukweli wabila ubaguzi, ubaguzi wa mkoa, ubaguzi wa kabila, ubaguzi wa watu. Lakini tusimame imara sisi wote, tukitambua kwamba ni watoto wa Mungu, na kila mmoja atasimama mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo na kutoa kila alichokifanya, maneno aliyoyasema, utumishi wake, na ndiyo maana ujumbe huu Ugakee ndani ya mioyo yetu, kila mumoja aende kutafakari. Roho wa Bwana agusemeshe kaka na dada, Roho wa Bwana lete mapato liko ndani ya moyo wako. Unaweza ikiwa ikiwa una swali, kila mara ninasema unaweza utumia meseji kwa njia hii, kujumurisha serasini na moja harafu sitasita sita, Samahani, kujumulisha thelathini na moja harafu sita harafu yine harafu yine harafu sita harafu tanu harafu yine harafu mbili harafu tanu harafu sita. Unaweza utuma ujumbe wako katika namba hiyo kwa njia ya meseji. Kaka na dada, muda wetu nayenda haraka, tukubaliane na Kristu. Na wewe ambao unaamuru siku ya leo kubadilika, unaweza kurudilia maneno haya, rudilia maneno haya ambayo ninakuongoza ni machache lakini, naweza kupatisha maisha yako katika, katika siku hii. Sema, bwana Yesu ninakuja mbele zako, mimi mutoto mupotefu, naomba nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, sina ninazo zifahamu na zile ambazo zose zifahamu. Taja jina lako mimi kwanzia leo mana chuma tanu, tarehe kumi na tanu mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na shirini na tanu Naomba Bwana Yesu lifute jina langu katika kitabu cha mauti. Na uliandike katika kitabu cha uhai. Ninakubali muda wote nina ubakiza kuisha pa ukeneni. Mana apa ulimwenguni Karibuni Bwana Yesu ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na mukozi wa maisha yangu. Amina, amina, amina. Wongera sana wewamba, umekubali umeamuru, maana mana kubadilika, kurudia kuomba, kurudia kutenda mema, umekubali kuacha maovu. Basi nasema wongera sana. Nametanasaa tena Tunaenda kuombea wale waliotuma mahitaji yao. Inawezekana we ni mugonjwa, mugonjwa wa roho, mugonjwa wa mwili. Basi weka mukono mara ambapo unaumia. weka mukono wewe ukiwa ni mgonjwa wa roho kwenye kifua. Wengine weka mukono mara ambapo unaumia, ikiwa ni mgonjwa hapo hospitalini, muwekeye mukono kwa imani. Unaamini Unaona nini kaka na dada, unaona kuponywa au unaona kuangamia? Kila ambacho nakiwona na ndicho napokea. Basi tunaenda kuomba, tunajua Mungu tunamuomba ni Mungu anayoishi, maana jina la Yesu hakuna jina lingine liko, jina liko juu ya majina yote, kila jina lolote ambao liko chini lake. Maana ikiwa ni jina ya ushirikina, linaporomoshwa chini, limeangushwa kwa jina la Yesu wa Nazareti kwa sababu jina la Yesu lina nguvu, lina mamlaka mbinguni, duniani na chini ya dunia. Na muda nasaweka mkono mahamba punaumia, tunaenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nina sababu ya kusema asante kwa ajili neno lako, neno linalotushauri, neno linalotufutia hukurudilia tena maana kupanei mambo ya mbinguni, maana mbapo we unakaa, ile siku moja tukae pamoja na na wewe na ndio manamdalasay heye, tunakuja mbele zako, ninawaleta watoto wako wa kiume na kike ambao wameleta mioyo yao hapa, wanahitaji uponywa, wameweka mikono yao, kuna wengine wamesumbuliwa na magonjwa sugu, magonjwa ya kansa, magonjwa ya figo, magonjwa ya, ya vivimbe ndani ya tumbo Bwana Yesu enda kugusa tumbo zao Bwana Yesu tembea walio na magonjwa ndani ya maziwa yao Bwana Yesu enda kugusa walio na magonjwa Bwana Yesu enda katika macho magonjwa ma wengine, ni awasikie wengine nasumbuliwa na homa, kwa damu yako Bwana Yesu na chila damu yako ya uzima iweze kunena uzima muda na saa hii, kwa wale ambao hospitalini, kwa wale ambao napumulia katika mipira, kwa wale ambao waje kesekese kwa wale ambao wanasikia fetu inatembea ndani yao kama nyoka. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, ninaponda na kuteketeza, ninaachilia uzima, maana katika jina la Yesu kuna uzima, kuna uhai, maana ni jina lenye nguvu. Kila roho zote zinazosababishwa na washirikina zinaoza, Baba saka tuoboko taraba saka, ninaponda kwa jina la Yesu, ninaponda kwa jina la Yesu, kwa jina lililo juu ya majina yote, kwa jina ya yenye nguvu kwa jina lenye mamlaka ninaangusha kila ngome za Ibilisi na ziporomosha baharini kwa jina la Yesu wa Nazareti. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao unaendea kuwaponya, unaendea kuwagusa, unaendea kuwanyorosha, ambao presha iko imepanda, rekebesha Bwana Yesu, waweke sawa. Ambao isikaki kuwa kimepanda, waweke sawa, waliokuwa wamevimba. Tazama Baba, yule ambaye amevimba miguu, kila aina enda kila kila vipima amefanya, madawa amemeza, lakini miguu inaenda upanda. Yesu wa Nazareti, enda ufungua mishipa, fungua mishipa yake, maana damu katembea kwa usalama. wewe ndio mfinyanzi, wewe ndio mfinyanzi, wewe ndio wamevimba miguu, wamevimba mikono. Yesu wa Nazareti, enda kunyorosha, enda kuwafinyanga. wewe una uzima, wewe unaponya, enda uponya Bwana, wanampa mudara sahihi, maana na maumivu lakini vipimo imefanyika, hakuna magonjwa yameonekana, hakuna. Wanasikia migongi na uma, wanasikia viuno inauma. Bwana Bwana Yesu ndiye kuachilia damu yako. Yesu ndiye kuwanyorosha, Yesu ndiye kuwaponya, Yesu ndiye kuwaweka huru, waliokumbwa na homa. Yesu kwao kuna uzima, natangaza uzima, natangaza tangaza uhai, waliosumbuliwa, walio na ukimwi. Maana dada wamepokea, lakini hali inaenda vibaya, wanaona kwamba amepungukiwa mana wanaona kwamba wanakebiya kifu. Yesu enda kuwagusa, Yesu enda kuwatagasa, Yesu enda kuwaponya, enda kuwaweka yes, enda kuwa enda kuwa hayi, kwa sababu wendi ulio na uzima. Asante Bwana Yesu, mana wendi wo tegemero, mana wendi wo uhayi, enda utawala Bwana Yesu. Wanamba ona kuliliya Bwana hangali ya kijana yuo anaitaja kuholewa, hangali anaitaja kuwa mwanamuke mwema, hangali ya pintu yiro naitaja kuholewa waliyotasaambao naitaja mutoto Bwana tasa wa miaka saba wali tasa wa miaka minane kumi na mbili kuna wengine wa kumi na tatu kuna wengine wa, wa miaka mitano Yesu wa Nazareti alisema atika mkoa wa Israeli hata kuwepo tasa awakwalibu mimba naumbatoto wako ambay wamekutumaini ambay wamekuamini wameamini jina nyengovu wameamini jina lako Bwana Yesu waweza ufunguliwa kama wengine ili ili wakutukuze ili wakuhimidi ili wakushukuru. wa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nafungua tumbo za utasa nafungua tumbo hiyo, huyo ambaye ameweka mkono wake kwenye tumbo ya utasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu naachia ufunguliwa, naachia ufunguliwa, wale ambao mimba zinaporomoka zinaharibika, kwa miezi miwili, kwa mwezi mmoja, kwa mawiki mawili, kwa mawiki, kwa mawiki matatu na atala kwa jina la Yesu na yangabisa ya roho hiyo amberi kumesimama roh ijini hiro pepo hiyo amberi kuna meza kwa jina la Yesu wa Nazareti. sante Bwana Yesu, bariki taifa yetu, bariki, bariki mataifa yetu, bariki viongozi, tuweza kuishi maisha ya amani Wape hekima, wape kuwa na hofu na wewe Mungu, waweze utimiza na kuongoza kwa utii na unyenyekevu walamba umewakabiza usimamia. Asante mfalme mwema. Asante Bwana Yesu, na ukabisa tena safari ninayo ya ndara kwenda kuipeleka Injili, ende akuwa pamoja nami, na enda akuniongoza, enda yakunifunulia, enda akuniangazia, tunapokwenda Bwana Yesu, enda akuwandawa malaika watapoweza kutusindikiza neno lako kwa Bwana, kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Asante Bwana Yesu, maana utukufu na wewe, mamlaka na wewe, ende akuwa pamoja nasi, tunajifunia kwa damu yako ya thamani damu yenye uzima damu yenye mamuraka tunagutukuza Bwana, tugesema wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu tena ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu rabasaka tulobo shira basako robokondara bashira basaka rikandera bashira basaka tulobo shira basako mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Na mabwana, ni wewe Alfa na Omega, ni wewe ajehova, ni wewe yawe. Unatukuka, asante Mungu. Na ndio maana tumeomba na kuamini ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Shalome tena mtoto wa Mungu, kama tayari nimesha sema, maana ikiwa tumefufuka pamoja na Kristo, basi tuyafutafute yale ya mbinguni na tuyawaziye yale ya mbinguni, siyo ya, ya ulimwenguni. Ulimwengu na mambo yote alimo ya kupendeza ya kufurahisha, tunayaona ni matamu anaishi, kwa sababu mimi na wewe hatujuwi saha, hatujuwi siku wala saha mwenye nyumba atakuja udochokolea. Mungu anatuambia kwamba tukesheni tukiwomba, tukikuwa katika Bwana, tukikuwa imara na twende utafakari cha mwisho wetu hatudatenda zambi kamwe twende kuombianiana na kukaza mwendo tumwamini Yesu wa Nazareti tumwamini ambaye ametukomboa tumwamini ambaye amejitoa juu yetu hatu tudafika salama atatufikisha salama kwa sababu alitupenda Mubarikiwe sana, Mungu anawapenda na, na mimi ninawapenda watoto wa Mungu. Tutazidi wakati Mungu akinipa kibali tena. Amina.